Hebana uh, tukiwa kwenye viwanja vya nyumbani za kiemu Mbagala, yasi wanaita sports arena wenyewe, za kiemu sports arena uh, mchezo wa jana wa Simba dhidi ya Stellenbosch ulienda vizuri na big screen, kwa udhamini mkubwa kabisa wa more limited ilikuwa hapa za kiemu, na walio wengi walishuhudia mtanange kupitia big screen hapa. Uh, mimi leo hapa niko na Faza nataka zungumze naye atoe maoni kuhusu mchezo wa jana uliendaje, na hii ni Mbagala Media. Nataka azungumze kwa uchache na kwa upana, ili uweze kumwelewa mtazamaji wa Mbagala Media. Kwema kabisa jana, eh, mchezo ulishuhudia nadhani Gaubaga, kinagaubaga eh, wenyewe wanasema ndani nje, ukautizama eh, eh, na nadhani una la kuzungumza, ndio mm, kwanza, huwa mara nyingi timu ikifungwa, hata kama amekosea mchezaji analaumiwa kocha lakini jana tunaweza tukasema game plani za mwalimu Faru zimefanikiwa, na tuhitaji asifiwe na watu wa Yanga tuhitaji, lakini game plan zake zimeifia. Kwanza alichokifanya amewaheshimu Alistair Bochi, licha ni watu kwenye ranki ya ishirini na moja Simba ya tano mbingu na alizi, ina maana Simba mkubwa, na amemuonesha kwamba mimi ni mtoto mkubwa. hata kama umezaliwa tajiri sijui una tajiri wa pili Afrika sijui tajiri wako, mimi nina kumi na nne, lakini mimi nina uzoefu wa michuano, na tumeona Simba imeonesha kwamba ina uwezo Eh, mkubwa kwa timu hizi ndogo ndogo, sh tunaweza tukasema ni timu ndogo inatafuta mafanikio, lakini Simba ni timu ambayo muda mrefu ilikuwa inatafuta mafanikio na imeonesha imeonyesha Afrika kwamba ina uwezo wa kupambana na mtu yeyote anaokuja, hata kama yeye ana uwezo mkubwa wa kiuchumi okay. Ni baada uh, ya kitu uh, eh, eh, kama miaka mitano sindio? Simba wametinga finali. We, unaiona wapi Simba huko mbele na kuelekea zaidi, hesabu kama hiyo hesabu kwa mfano tunakwenda tuna, tunaanza fainali. Tumesikia imeanza kupangwa kabla hawa uh, jamaa hawajacheza, kwamba Simba wewe, uh, unaenda kucheza na Stelbochi nyumbani, lakini fainali unaweza ukamaliza nyumbani fainali. Sa, sasa hesabu tunaenda kwa kwa huyu Berkane tarehe 17 mwezi wa tano, tunaenda kwa Berkane, si ndio? Tarehe 25 tunarudi tena hapa kwa Mkapa, na tumeiomba serikali, wamesema tutaangalia kwamba kuna kwa kama kuna mchezo hapa hapa kwa Mkapa hata mzee mzee Abed akija mambo yanakwenda sawa. Sasa tunaenda kwa Belekane tarehe 17 mwezi wa tano. Tunakwenda kwa kunyata. Kwa sababu tukiunguruma kwa tabia simba kiunguruma, mtu anakimbilia ndani anajificha. Tunaenda kwa kunyata, tunamnyatia. Akitupa kijitu kichogo tumeua. Eh, kwa sababu afadhali uwe simba kwa muda mchache kuliko niwe kondoo. Kila siku wewe utakuwa kuchinjwa tu na kuliwa. Eh, sasa simba anatakiwa aende kwa hesabu. Mwalimu Fadul tunaona hii mechi ya Selebochi na Simba amefanikiwa ha kwa hata zile sababu zake, sa alivyokuwa anaingiza, ndio naona kocha kwa wa kwanza anaingiza mabeki. Ina maana huyu ashaona mpanzu toka mimi, huyu nishaingia ingia na Chamalon, si ndio akaingia na Valentino Noma, wanaenda kuzuia. Tafsiri yake sasa kwa mtu asiojua mpira kama Yanga anaweza kusema wale tena wanaenda kushinda ha -ha. Na yeye mwalimu Sterebochi stere yeye akaingiza washambuliaji, tumeona wale wawili wote washambuliaji wa, wa, wa Sterebochi lakini wewe mwalimu Fadil wewe kaingiza washambuliaji yani anauhakika mechi, nimemaliza, shughuli nimemaliza. Wacha kwa Mkapa yamezungumzika maneno mengi sana, wengine yeah, wakisema bana, sisi tunataka medali, sijui yeah, nini nini, wamezungumza vya kutosha. Walizungumza hivyo toka tunaingia nusu robo nini, lakini baada ya kufika pale wakazungumza kuhusu swala la medali, we hilo umeliwekaje? Sisi tunahitaji medali, tunahitaji zile ndoo za kafu za chuma zile mama akakodoa ikulu. Hey, medali za TFF zipo, si tunahitaji zile njoo mbona mzito. Maana zamani kulikuwa na ndoo za chuma, zamani zilikuwa mzito, ndoo zile ndoo za kafu. Lakini ndoo siku hizi za plastiki, inaweza hata sisi tukabeba za plastiki, unabeba huko na huko, lakini za, he. Sasa zile ndoo nazitafsiri kama ndoo za chuma nzito, si bwana, tunahitaji ndoo, hatuhitaji medali. Kama medali 93 tulileta hapa mashuhuda, biola medali zimejaa TFF, si tunahitaji ndoo, sio medali. Mimi sina mawazo ya medali, sina ndoo na sasa hivi Simba na Yanga ifikie hatua tunaenda katika michuano ligi ya mabingwa na kafu ndoo mazoezi yetu awekwena ndoo tena tutoke huku nyuma kutuliko kuwepo eti medali medali, ndio nini? Ah, wamekuwa watabiri kwa walio wengi hawezi kufika sehemu yoyote, anaenda kuliaibisha taifa. Nataka likutoke neno wewe kama shabiki wa Simba Sports Club, si ndio? Uh, unawaeleza nini kuhusu kinachoendelea kutokea na kinachofanyika, kwa sababu tunapojua sasa hivi kila ambaye ni shabiki na muasisi wa Simba Sports Club anakuambia bado tunajenga timu. Sasa hivi timu ipo kama asilimia ngapi katika kuijenga timu? Ipo asilimia tisini e, na, na nafikiri na niwaambie watu tunajenga sehemu gani. Msingi tayari tushamaliza, bado kuweka kuweka kipaa. Tunawekaje kipaa? Tutafuta wafungaji wawili, na ndio maana meneja wa Teba alikuja mechi ya Zanzibar Eh, kasema naenda kukutafuteni wafungaji, nimeona mna tatizo kweli la wafungaji, lakini washambuliaji mnao. Eh, kibu namgusa naenda kwenye tuta veyala inakataa, lakini ninahitaji mfungaji. Kwa hiyo meneja wa Teba alikuja na akashuhudia mchezo na akaona ubovu, anatutafutia wafungaji, lakini msingi tushamaliza huko nyuma. Unaona stereboch namna tulivyomzuia hapa, eh, klishiti zote mbili tumepata. Ina maana msingi tumeweka imara, sasa bado juu. Mbona kuna vuja kule mbele, kuna vuja. Wa, waingereza wanasema wa, wa forward yani mbele eh, beki yani nyuma, beki, nyuma. Eh, sasa kule mbona kule mbele kuna vuja. Sasa inabidi tukipata wafungaji wawili, mimi nafikiri hata watoto hapa akili zao zitakaa sawa. Nani unaweza ukamfanya man of the match? mchezo wa jana, mchezo wa jana, man of the match goalkeeper Kamala Bimpin Kamala, eh, eh, Speda kuna, kuna, kuna nadhani kuna vitu vingi alivifanya. Moja ya tukio ambalo lilikufanya ukafurahi sana, ukajiona tofauti na ukajipiga kifuani ukasema, Simba tunaondoka, ni kitu gani alikifanya Pimpin Kamalo? Kaona eh, a, kama ukaona bas aliyokuwa kama goli mbili eh, zilikuja chile mbali li, li, lilofungwa Afrika iko na nivo yala eh, kuna moja ilikuja ile, yani ilikuwa goli kabisa ile aliitoa. Umeona kwanza, afu pili, sina wasiwasi naye kwenye matuta. Yaani hata haya majitu haya hapa kwenye matuta kama na sina wasasi naye. Jana ungeingia kwenye matuta ya tambili alikuwa anazitoa. Kwa sababu alikuwa amechoka, alikuwa kwenye penato angeshindwa kupiga. Umeona eti tulikuwa tumachokesha. Kwenye penato angeshindwa kupiga. Kwa hiyo hata tungeenda kwenye matuta nilikuwa na uhakika Kamala Speda. Jana imekuwa ajabu sana kwa kocha Fado Davis kufanya sabu. Ni mgumu wa kufanya sabu. Aa, kwa wewe unavyoona kama shabiki wa mpira miguu na kipenzi wa Simba Sports Club. Alifanya sabu ambazo zilimshangaza kila mmoja mmoja aliyekuwa anaangalia mtanange huo. kwa, eh, kwa wale watu wa soa mpira kama Yanga tu lazima washangae. Yule anatumia hesabu. Nilikwambia mechi hizi ni mahesabu. Nilikwambia na hesabu. Eh, na, na mtoa mpanzu, mechi nimeshamaliza mimi. Sijui umeelewa. Na mtoa mpanzu, mechi nishamaliza. Ingia cha Maroni Fundi, ingia na na, na, na Florentine Naoma. Shabalala, pumzika. Naona umechoka, umri mtu mzima. Umeona katumia hesabu. Ah, na jana nadhani wengi tumeshuhudia, baada ya kuwa tuna kilio kikubwa cha VAR kuwa inatosumbua na nini nini, na baadhi ya timu ambazo zimeenda zi, zi kucheza michwano huko nje, kilio kikubwa kimekuwa ni VAR na waamuzi pia. Lakini kwa siku ya jana, VAR kuna watu wanasema imetendea haki, kuna watu wanasema Simba wamebebwa. Wewe hili umeliwekaje? Sasa pale ndio sawa, tumebebwa lakini inaonesha Simba nao wakubwa Afrika. Maana yake alikwenda majitu vile lenyewe kuwashwa. Lakini sisi tuna wana sheria mpira ingie washwa tu. Lazima iwashwe na ndio maana unaona ilikuwa inawashwa. Misri anasema mimi nitawashwa. Lakini kuna majitu vile yala ikuwashwa. Jana nilikuwa nasema kama ikuwashwa, shabara ya toa timu. Toa timu kama ikuwashwa. Eh, sisi wana sheria mpira. Mwana sheria mpira afika ameshikina kati mmoja tu lage. Na ndio maana yule refa Misri anajua kuna lage huyu. Akienda Cairo huyu mimi shughuli yangu imeisha, kwa hiyo imeziilisha ile ime l imeziilisha. Simba kubwa kuliko Stellenbosch. Simba kubwa, sawa nao kubwa, lakini wale wana vita nyingine. La, wana vita nyingine, lakini sisi sisi tumeonesha kwamba na sisi wakubwa. Manake ingekuwa kama Azam au Geita Gold, mwaka juzi tulianza na na tunavuka, tukaja na tuishie hapa. Sasa hivi nasikia tena tu nalitaka wewe, unaona hii misemo imekaja ime kwa upande wako E, eh, Sezani kocha yote duniani anaweza hata kocha Belekane aingie pale aseme, sijui kama nitachukua kombe, naye anakwenda pale na litaka kombe, na ashawahi kulichukua belekane. Simba naye analitamani, ana miaka 88 toka anzishwe, hajawahi kulichukua, ila tu tumevunja rekodi ya, ya zile nyimbo zilikuwa zinaimbwa kama wanawake wa ngomani, watoto wa jangwani kwamba mabingwa wa robo. Sasa sasa hivi wanakuja na nyimbo nyingine, wanasherehekea fainali eh. Sasa maneno aishi mdomoni hayaishi mdomoni maneno, wasiongee wakamaliza. Bwana, unaitwa nani? Alibingwa, alibingwa mzee wa Ubaya Ugwela. Unapatikana wapi? Hapa hapa hapa, Zakem Sports Arena. Bana, hii ni Mbagala Media na leo tuka tunapiga stori na, na faza hapa kweli ameongea ya, ya kutosha. Nadhani kama wewe ni shabiki na kipenzi wa mpira wa miguu hapa Tanzania umeweza kuenjoy. My name is 4G, OG son of the SNJ, na hii ni Mbagala Media. Subscribe hapo to follow pale TikTok, ili uweze kupata new updates push